Kampuni ya huduma za meli Tanzania Tashico imepokea kontena tisa zenye samani za viti vitakavyowekwa ndani ya meli ya MV Mwanza inayojengwa katika bandari ya Mwanza Kusini jijini Mwanza. Hafla ya kupokea kontena hizo zenye viti hivyo imefanyika leo Jumatatu Machi 24, 2025 inapojengwa meli hiyo na kushuhudiwa na Mkuu wa Wilaya ya Nyamagana, Amina Makilagi, kwa niaba ya Mkuu wa Mkoa wa Mwanza, Saidi Mtanda. Mradi wa ujenzi wa MV Mwanza inayojengwa katika bandari ya Mwanza Kusini na mkandarasi wa kampuni ya Gas Entec Ship Building Engineering ya nchini Korea kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 123 umefikia asilimia 96. Imekuwa siku nyingine tena ya kihistoria katika ujenzi wetu wa meli ya MV Mwanza, kwa kuwa leo tunapokea shehena kubwa ya vifaa ambavyo ni viti ambavyo vitatarajiwa kufungwa kwenye meli yetu kwa ajili ya abiria wetu. Kihistoria, mheshimiwa mgeni rasmi, meli hii ilianza ujenzi rasmi mwaka 2020 baada ya kusainiwa kwa mkataba wa ujenzi wake mwaka 2019. Hata hivyo, katika kipindi cha ujenzi wake meli hii iliumba kutokana na mlipuko wa ukovi 19, ambao ulisababisha uhaba wa makontena ya kusafirishia vifaa kuja nchini, na ndio uhaba huo ndio uliosababisha mradi huu kufika mpaka hivi leo. Kampuni ya meli Tanzania inamshukuru sana, inaishukuru sana serikali yetu kwa uongozi wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuridhia pia ku, kuridhia kuendelea kutoa fedha kwa ajili ya ukamilishaji wa mradi huu na hatimaye kampuni inatarajia kupokea meli hii mnamo tarehe 31 Mei 2025 pamoja na kukamilika kwa sehemu ya mitambo na vifaa vyake vingine vya uendeshaji wa meli. Meli hii ilikuwa bado inasubiri vifaa vya furnitures ambavyo sehemu ya vifaa hivyo ndio hii tunaipokea leo. Leo tunapokea viti kwa ajili ya madaraja yote daraja la tatu la kwa, daraja la kwanza la pili na la tatu na daraja la economy. Tunaamini kwa kukamilika kwa meli hii, kampuni ya huduma ya meli inakwenda kufungua uchumi wa mkoa wa Mwanza, tunakwenda pia kufungua uchumi wa wafanyakazi wa kampuni ya meli na tunaenda kufungua uchumi wa taifa letu kwa ujumla. Mradi huu umegharimu dola za Kimarekani milioni 51.8 sawa na shilingi za kitanzania bilioni 123. Aidha, sasa mkandarasi tayari ameshalipwa jumla ya kiasi cha fedha dola za Kimarekani 48.4 sawa na shilingi za Kitanzania bilioni 115.9, na na ambacho ni sawa na asilimia 93.5 ya gharama zote ambazo amelipa mkandarasi, ameshalipwa sasa hivi leo tunavyozungumza ninayo furaha kuwajulisha kwamba mradi huu umefikia asilimia 96 na fedha zote zilizolipwa hadi sasa ni sawasawa na asilimia tisini na tatu. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa baada ya kupokea hivifaa leo, mara moja kazi hii itaanza, lakini kazi hii itatuchukua muda kidogo kwa sababu baada ya kukamilisha hii kazi kutakuwa na swala la mamlaka ya udhibiti wa usalama wa vyombo vyetu vya kwenye maji. Kwa hiyo naomba ndugu wa habari, mwafahamishe Watanzania eh, kilichokuwa sahihi katika neno kukamilisha mradi, kukamilisha meli, kila kitu kikiwa tayari kwa asilimia mia, mamlaka ya serikali inayosimamia usalama wa vyombo yani TASAC watakuwa na jukumu lao la kufanya ndani ya meli eh, baada ya mwisho wa mwezi wa tano, hawaruhusu tu moja kwa moja kama gari likifika kutoka Japani bandari ya Dar es Salaam, siku ya pili liko barabarani, japokuwa kuna TBS pia wanafanya kazi zao. Kule kwenye meli ni sheria ngumu zaidi. Kwa hiyo naomba mfahamu kwamba baada ya hiyo tarehe 31 Mei kutakuwa na jukumu kubwa la mamlaka ya udhibiti wa vyombo vya kwenye maji TASAC wakifanya majukumu yao, kisha ndio wataipasisha meli Njiri ya viti baada ya viti, kutakuwa na kazi nyingine ambazo tunazifanya, ila kitu kimoja muweze kuelewa ni kwamba kazi iliyobaki sio yenye kuhitaji maarifa makubwa, ukatumaini kwamba inahitaji muda na umakini mkubwa, hapana. Hii ni kazi tofauti. Kazi iliyokuwa ya umakini na kuhitaji muda mrefu ilikuwa ni ya kufunga mifumo. Mifumo ilishafanyika kazi zake, na ndio maana meli hii ilifanyiwa majaribio ya kwanza. Majaribio yalifanyika ya kwanza kwa safari ya saa kama kumi ziwani kuelekea Bukoba. Sasa ile itatupelekea kwenye majaribio ya pili ambayo yatafanyika mwanzoni mwa mwezi Mei. Majaribio ya pili yatamhusisha e, taasisi ya udhibiti ambao watakuwemo na wenyewe ndani ya meli. Katika majaribio ya kwanza hawakuwepo.